Pa, leo ni siku nyingine tena njema, napokuja na tafakari ya zijue sifa za mume na mke aliye mwema kama tunavyofahamu katika Biblia, Mungu ameweka bayana, na utakapozijua sifa hizi zitakusaidia kuepuka kujinadi mbele ya mume, mbele ya mke au mbele ya watoto. Leo utasikia baba au mama Aidha, baba anasema kwa mama, nasema kama mume wako, nasema kama mke wako, nasema kama baba yenu humu ndani, nasema kama mama yenu humu ndani. Kwa kweli uh, maneno haya yanasemwa sana, lakini nami nikuambie tu ya kwamba ukiamua kutimiza majukumu yako kama baba wa familia hautaangaika na hayo kwenye nyumba yako kujinadi kiasi hicho. Badala yake mume wako atajua kwamba wewe ni nani katika nyumba, mke wako atajua wewe ni nani katika nyumba, na hata watoto watajua wewe ni nani katika nyumba. Na hivyo ninachotamani kusema leo ni kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu katika Mithali sura ya anaona katika Waefeso sura ya tano na lile fungu la ishirini na tano mwanaume anapotimiza wajibu wake na mke naye akatimiza wajibu wake katika nyumba, hakuna chochote kitakachoshindikana ndani ya nyumba. Mume amepewa kusudi ama jukumu la kumpenda mke wake na mke amepewa jukumu la kumheshimu mumewe na kwa kuwa kila mmoja anawajibika kwa mwenzake, endapo kila mmoja atajua wajibu wake kwamba afanye nini, basi amani na furaha vitatawala katika nyumba. Mume atakapompenda mkewe na mkewe atakapomtii mmewe, ndipo wataweza kuwa watiifu kwa Mungu. Mume na mke wanapokuwa watiifu kwa Mungu ndipo wataweza kuambukiza ama ku, ku kupeleka uhusiano wao pamoja na watoto, na watoto watawatii wazazi. Kwa hiyo lazima tuelewe mlolongo huo. Lazima tuelewe mlolongo huo ya kwamba uh, wa, wa, wa, wazazi ama ama mke, mume na mke wanapokuwa watiifu kwa Mungu, mume anapotimiza jukumu lake la kumpenda mkewe na mke akatimiza jukumu la kuwa mtii kwa mmewe na upendo wao ukaonekana na kudhihirishwa kwa watoto, ndipo watoto wataonyesha pia utii kwa wazazi, kwa watagundua endapo kila mmoja atatimiza jukumu lake ndani ya nyumba katika familia, hakutakuwepo ninasema kama baba yenu, hakutakuwepo ninasema kama mama yenu, nasema kama mke wako, nasema kama mume wako. Na hivyo endapo kila mmoja atatimiza wajibu, basi kweli ni kwamba familia zitasimama na hata mahusiano ya ndoa yataimarika. Sasa tuangalie sifa chache, japo sifa hizi zinaingiliana kote kote. Ya, lakini zinajipambanua na hasa kwa mujibu wa Mithali sura ya 31 fungu la 10 hadi 29, zinazozungumzia habari ya mwanamke lakini pia wa Efeso sura ya tano fungu la 25 na Wakorosai sura ya tatu fungu la 19 zikizungumzia habari ya mume. Sasa ni zipi sifa za mke mwema? Hebu chukua tafakari hii alafu kisha ufanye uamuzi kwamba ni kwa namna gani ama ni upande gani unaposimamia. Tuombe. Baba, hizi sifa zinahitajika kwa ajili ya kuimarisha nyumba zetu, na hivyo tunapaswa kujipima. Ikiwa ndivyo tulivyo, utusaidia kusonga mbele, na ikiwa kuna mapungufu mahali, tuwezeshe kwa Roho yako Mtakatifu, kwa jina lake Yesu, amen. Sasa ni zipi sifa njema ambazo mke anapaswa kuwa nazo kwa mume wake? Ni zipi hizo sifa ambazo mke anapaswa kuwa nazo kwa mume wake? Masomo yaliyotangulia nilizungumzia habari ya vijana, habari ya kuangalia mwanamke anayetazamiwa na mwanaume anayetazamiwa. Sasa baada ya yale masomo, hili linadhihirisha wazi jinsi tunavyoishi ndani humo. Sasa, miongoni mwa sifa zinazotajwa kwa mujibu wa Mithali sura ya 31 fungu la 10 hadi 29, mke anapaswa kuelewa kwamba yeye ni msaidizi bora kwa mmeo. Mke anapaswa kuelewa kwamba yeye ni msaidizi bora kwa mmewe. Lakini pia mke anapaswa kuwa mchapakazi kwa mujibu wa Mithali sura ya 31 fungu la 10 hadi 29 lakini pia mwanamke anapaswa kuwa mwenye kusifika kwa ubora wa tabia, kwa ubora wa tabia. Lakini pia mwanamke anapaswa kuaminika, mwenye kuaminika, mwenye bidii, anayejali, anayejali, e, mwenye umakini kwa kila jambo. Sifa za mwanamke hizo, mkarimu mm, na, na, na ukarimu anaoonyesha anapaswa kuonyesha katika pande zote na sio ukarimu wa, wa matabaka kwamba wakija ndugu wa mke ndipo sasa nina wakarimu, wakija upande wa mume hawaoni ukarimu wangu. Lazima awe mkarimu katika nyanja zote na katika maeneo yote. Lakini pia sifa nyingine ya mwanamke msafi, msafi tunapozungumzia usafi ni kiroho. Kwa hiyo, mwanamke ni usafi kiroho na usafi kimwili. Kwa hiyo mwanamke ni msafi, ni pambo kwa lugha nyingine. Kwa hiyo anapaswa kuwa msafi wakati wote, nadhifu. Mwanamke mwenye kumwezesha mmewe kuwa bora zaidi. Mwanamke huyu mke mwenye ujasiri kukabiliana na mambo mbalimbali mbali, katika shida na katika raha, mwenye ujasiri lakini pia mke anapaswa kuwa mlezi. Ni mlezi, lazima awe na sifa ya kulea, kutoa maelekezo, maonyo, maadili mema kwa watoto. Kwa hiyo mke a ni mlezi. Lakini jambo lingine, mwenye kujitahidi kuwa bora zaidi ya wanawake wengine. Mm, jambo la msingi hilo, kuwa bora zaidi ya wanawake wengine, eh, wanawake wengine. Kwa hiyo lazima hilo jambo lizingatiwe. Sifa nyingine, mwenye kupangilia mambo vizuri, ni sifa ya mke mwema, mwenye kupangilia mambo vizuri. Uh, namba kumi na nne, mvumilivu. Kweli kabisa, kuna wanawake wengine ambao ni wavumilivu hata katikati ya changamoto. Hawawezi kuacha waume zao kwa sababu ya vitu ama changamoto zilizotokea katikati ya safari ya maisha ya ndoa, na hivyo wako wengi sana ambao ni wavumilivu. Wako wengine wanaweza kuachwa na waume wao, lakini bado wakaendelea kuvumilia katika Bwana na Mungu akafungua njia katika maisha yao, lakini sifa nyingine ni mnyenyekevu. Sifa ya mke mwema ni mnyenyekevu, ni mtiifu, ni mkweli, mwenye heshima. Kumbuka neno linasema, enyi wake watiini waume wenu. Lakini pia mke mwenye sifa njema, mke mwema ana sifa ya kuwa kipenzi cha watoto na mume e, kipenzi cha watoto na mme. Lakini pia sifa nyingine ya mke mwema ni mwalimu wa familia. Kwa hiyo mama, vile unavyotenda vile unavyonena vile unavyozungumza, unavyovionyesha vinaweza kuleta matokeo chanya kwa watoto ama matokeo hasi. Kwa hiyo lazima uzingatie kwamba na ujue kwamba wewe ni mwalimu katika familia. Lakini jambo lingine, mwenye utayari wa kufanya suruhu, ni sifa ya mke mwema, mwenye, mwenye utayari wa kufanya suruhu. Ni sifa ya mke mwema. Asiyekuwa tayari kumsaliti mmewe kwa namna iwayo yote ile, mke mwema, sifa ya mke mwema ni kuwa tayari kuto kumsaliti mume wako. Lakini jambo lingine, mwenye utayari wa kujifunza kutokana na makosa. Wakati mwingine, uh, unaweza ukaanguka katika udhaifu fulani wa kutenda isivyotakiwa, lakini pale unapotambua kosa lako na kuomba msamaha Ndiyo maana tulizungumza katika masomo yaliyopita kwamba msamaha sio udhaifu. Kwa hiyo mke mwenye sifa njema ni yule anayekuwa tayari kulitambua kosa, lakini pia anapolitambua anakuwa na utayari wa kujifunza kutokana na makosa ili wakati mwingine asirudie hilo kosa. Kwa hiyo mke mwenye sifa njema ni pamoja na uh, mwenye utayari wa kujifunza kutokana na makosa yaliyojitokeza. Lakini pia jambo lingine Uh, ni, ni, ni mwenye uaminifu kwa Mungu kwa mumewe na kwake mwenyewe. Kumbuka uh, Mithari, no, no, no, no. Kumbuka Ufunuo sura ya, ya pili fungu la kumi bi anasema, uwe mwaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya uzima. Kwa hiyo uaminifu ni, ni msingi wa maisha makamilifu ya ndoa lakini Ukisoma kwani tunajifunza hizi sifa leo, ukisoma katika Wakorinto wa pili sura ya sita na, na lile fungu la, la, la nne, anasema bali katika kila neno tujipatie sifa njema. Wakorinto wa pili sura ya sita fungu la nne B A, sura ya, ya, ya, sura ya sita. Wakorinto wa pili sura ya sita fungu la nne B A anasema. Pengere A anasema bali katika kila neno tujipatie sifa njema. Na ndiyo maana Mungu wetu anahitaji tuyaelewe maneno haya ili kuwezesha familia zetu kustawi na kusonga mbele. Lakini ni sifa gani bainifu ambazo zinaonekana ama mume mwema anapaswa kuwa nazo? Kumbuka hizi sifa zinaingiliana, kwa hiyo sije ukajiuliza maswali mengi sana. Je, mwanaume hapaswi kuwa mkweli? mwanaume hapaswi kuwa mwaminifu? Mwanaume, zinaingiliana, lakini kwa mujibu wa kitabu hicho cha Mithali sura ya thelathini na moja, hizo ndizo ambazo kwa ujumla wake zimebainishwa kama sifa zinazosimama kwa ajili ya mwanamke. Je, mwanamume ana sifa zipi katika nyumba na katika maisha ya uhusiano wa ndoa? Kiongozi bora wa familia. Mume, kumbuka kule ni msaidizi bora kwa mumewe. Mume yeye ni kiongozi bora wa familia. Kwa hiyo mambo yote, maelekezo yote kuhusiana na, na, na, na familia ishije, ienendeje itategemea uongozi wa, wa baba ulio bora katika familia. Baba atakaposahau wajibu wake kama kiongozi kwenye familia usishangae familia ikazorota, maana inamtegemea baba kwa asilimia mia, ili iweze kutembea katika njia zilizo sahihi. Lakini pia baba ni mlinzi wa mke na, wa, na familia kwa ujumla, wakiwemo watoto. Baba ni mlinzi. Lakini so, jambo la lingine ni kwamba baba ama mume mwema, mume, sifa nyingine ya mume mwema ni kielelezo cha kuigwa kwa matendo kwa maneno na mwenendo. Vile unavyosema na unavyotenda viwe ni vya kweli na sio kuigiza. Kwa hiyo mume, sifa nyingine ya mume mwema ni kielelezo cha kuigwa. Jambo lingine, sifa ya mume mwema, mrithi wa Mungu, mrithi wa Mungu, na ndiyo maana Mungu anajitazama tabia yake kupitia kwa baba katika nyumba, namna anavyoendeleza ama kuendeleza maisha ya nyumba. Lakini jambo lingine, sifa ya mume mwema ni mnyenyekevu katika kila jambo, na hasa kwa mke wake na watoto. Sifa ya mume mwema, mume mwema ni mnyenyekevu, mume mwema ni mvumilivu, mume mwema ni mwenye utayari wa kusuluhisha kesi na kuanza upya. Mume mwema kazi yake sio kukalili na kutunza makosa ili baadaye amshutumu mke wake ama watoto. Mume mwema ni yule anayeliona kosa na tatizo na kulishughulikia tatizo na sio mwenye hilo kosa. Kwa hiyo shughulika na kosa, shughulika na tatizo, wewe baba, maana ndiye kiongozi wa familia na ndiye Mungu anakutegemea ni, mwe, ni mwepesi sifa ya mume mwema mwepesi wa kusamee na kusahau katika maisha. Ndiyo maisha ya Wakristo yanavyo, yanavyo, yanavyopaswa kuenenda kila wakati, kama tunavyojifunza kwamba kama Kristo anavyolitazama kanisa lake na kuliona katika upekee, vivyo hivyo baba wa familia ama mume anapaswa kuichukulia nyumba yake katika mtazamo ule ule pasipo kukengeuka. Sifa nyingine aliye na utu na kuthamini utu wa wengine, sifa ya mume mwema. Lakini sifa nyingine, anayejali watoto na mke. Baba sipambane, mume mume mwema lazima atakumbuka anao watoto, lazima atakumbuka anaye mke nyumbani. Kwa hiyo jambo lolote au mambo yoyote, baba, yasikufanye ukasahau ya kwamba wewe ni mume kwa mke wako, wewe ni baba kwa watoto wako. Fanya mambo yako kwa wakati, ukijua ya kwamba familia inakutegemea. Kwa hiyo baba wa familia aa, sifa nyingine ya mume ni anayejali watoto na mke. Lakini sifa nyingine ni mume, mume mwema ni yule ambaye asiyefanya mambo yanayomdhalilisha ya na kudhalilisha mke wake au utu wa mke wake. Mume mwema na mke mwema ni wale ambao wanahakikisha katika maisha yao ya kila siku hawatakubali kufanya jambo lolote litakaloleta fedhea ya kudhalilishana, aidha katika maisha ya kinyumba, kwa maana maisha ya kifamilia au maisha ya kuhusu ndoa kwa ujumla. Kwa hiyo mume mwema hatafanya jambo linaloweza kumdhalilisha au kudhalilisha mke wake. Kwa hiyo mume mwema atayazingatia hayo, lakini sifa nyingine ya mume mwema ni nini? Mume mwema ni mwaminifu kwa Mungu, kwa mkewe na kwake mwenyewe. Utakapoitambua thamani yako, ndipo utaweza kutambua na thamani ya mke wako na thamani ya watoto wako, na hivyo utasimama kama kielelezo kwa kila tendo, kwa kila jambo, ukimtukuza Mungu, ukijua ya kwamba unalo jukumu kubwa kama baba wa familia kama mume katika nyumba yako, na kwa sababu hiyo hautatenda jambo lolote lililo kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa ni mambo gani ambayo yanawaunganisha wote kwa pamoja kama mume na mke kwenye familia? Ni mambo gani hayo? Lazima tuyaelewe, lazima tuyatambue. Ni mambo gani ambayo yanawafanya kusafiri pamoja kama mume na mke? Jambo la kwanza, wanandoa wanaopendana wanasafiri pamoja, wanasali pamoja, wanakula pamoja, wanaishi pamoja, wanaambatana pamoja katika maisha yao yote. Hakuna utengano wa aina yoyote unaopaswa kujitokeza kati ya baba na mama, kati ya mume na mke, na hivyo kila itu hapo, leo lazima mshikamano uwepo kati ya mume, kati ya mke wakisafiri pamoja. Kwa hiyo wanandoa wanaosali pamoja wanaoomba pamoja ndiyo watakaoweza kusafiri katika maisha yao ya ndoa siku zote. Wakati mwingine nawauliza nawauliza wanandoa maswali ya changamoto, mfano, ukiachana lile ombi ambalo waliomba siku ile ya kufunga ndoa wakiwa wameshikwa na mchungaji, wamepiga magoti, mara ya mwisho kuomba ombi kama lile ilikuwa lini? Ni wachache wanaweza kujibu swali hili, lakini wengi wao hawataweza kulijibu. Kwa nini? Baba yuko kaskazini anashughulika na mambo yake, mama yuko kaskazini anashughulika na mambo yake. Sasa watawezaje kuomba ombi hilo? Wataomba kwa Zoom? wataomba kwa WhatsApp video call? na hivyo lazima tujiulize, Mungu anatamani kuona mume na mke wakiambatana katika maisha yao yote, katika maisha ya kifamilia, katika maisha ya kindoa. Alipo baba awepo mama, wawepo watoto, na hiyo ndiyo familia ya Kikristo inavyosafiri kile itwapo leo. Na hivyo watu wanaosali pamoja, watu wanaomheshimu Mungu, watu wanaomba pamoja, ndio watakaoweza kusimama imara na kupata nguvu katika maisha ya uhusiano wa ndoa. Mpendwa, Mungu atusaidie sana Sifa hizi ni njema, ikiwa tutakubali kumuheshimu Mungu na kuruhusu Mungu atawale maisha yetu, na hapo ndipo tutaweza kufanikiwa katika wasaa huu na katika tafakari hii fupi, kwa ajili ya mahusiano ya, ya ndoa kupitia wanandoa na hata vijana ambao wanajipanga kuingia kwenye ndoa. Hizi ni sifa bainishi ambazo kila mmoja anapaswa kuzitambua katika maisha yake, na hasa unapojiandaa kuingia kwenye ndoa hii, kijana na wewe binti, lakini pia na wale walioko kwenye ndoa. Hizi ni sifa ambazo hazipaswi kukoma kwenye maisha ya ndoa. Ukweli ni kwamba hakuna ndoa kamilifu, kwa sababu hakuna watu kamilifu. Lakini tunapokubali nia zetu zipatanishwe na Kristo, utu wa kale ukatoweka, tukauvaa utu mpya pamoja na Kristo, tutaweza kusafiri kwenye njia zilizo sahihi, bila kuangalia vikwazo na changamoto tunazokumbana nazo. Yule Mungu aliyetuunganisha katika ndoa ndiye anayepaswa kuitawala ndoa na kuiongoza na si kiumbe wa aina yoyote mwingine. Na ndiyo maana ndoa inaanza na watu wawili, mume na mke, na inamaliza inamalizika kwa watu wawili, mume na mke. Sasa lazima ujihoji, unasimamaje kuitetea familia yako? Mungu anahitaji kuona wanandoa wakimpatia Mungu maisha yao katika asilimia zote, wakijua ya kwamba pasipo yeye hawawezi kushinda. Nami nawapendekezea, ikiwa mnatamani kushinda katika mahusiano haya na hasa uhusiano huu wa ndoa, mpeni Mungu maisha yenu. Mpeni Mungu maisha yenu, mpeni Mungu akili zenu, na yeye atawaongoza katika ukamilifu wote. Mungu atubariki na akubariki mpendwa, na atubariki sote kupitia tafakari hii kwa jina lake Yesu Amen. Baba wa mbinguni, hizi ni sifa ambazo ni bainishi kwa ajili ya mume na mke katika maisha ya ndoa, ziko zingine zinafanana kwa ukaribu, na hata hivyo zote, kila mmoja anawajibika kwa kila mmoja, na hivyo tunachoomba ni kwamba tusaidie, sifa hizi zisiishie tu kunenwa na kusemwa wazi, badala yake zikaonekane katika maisha yetu kila itwapo leo. Baba atakapotambua wajibu wake kama kiongozi wa familia na mama atakapotambua wajibu wake kama msaidizi wa mumewe, ndipo baba na mama, yani mume na mke huyu wataweza kusimama imara kwa ajili ya familia kwa ujumla na watoto wao katika nyumba. Na hivyo endelea kutusaidia kila mmoja kuimarika na kutenda yaliyo mapenzi yako kile itwapo leo kwa utukufu wa jina lako, hivyo tunaomba na kuamini kwa jina lake Yesu Amen. Karibu kwa vipindi vingine tena vitakavyokuwa vikiendelea kupitia chaneli hii. Tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kiroho ya kijamii, na hata ya kiakili na hata ya kimwili, lengo na makusudi likiwa ni kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana akubariki. Karibu kwa wakati mwingine tena, Bwana awe pamoja nawe. Na ikiwa una neno, ikiwa una swali Ukienda pale kwenye description ya somo utakutana na namba ya simu. Itumie namba ya simu hiyo kama una swali, kama una neno, tuaweza kuwasiliana kila wakati na ile, ile namba ipo pia WhatsApp namba ya Voda. Utaitumia katika maeneo yote, kama kuna jambo tuwasiliane, kwa mashauriano mbalimbali mbali na maelekezo mbalimbali mbali, kwa ajili ya kujiandaa kwa uzima wa milele na kuwa na ndoa kwa ajili ya umilele na hivyo Bwana akusaidie, usisite kutumia namba hiyo pale ambapo unahitaji msaada wa swali ama mashauriano fulani katika maisha yetu ya kila siku. Na Bwana akubariki pamoja na nyumba yako kwa jina lake Yesu, amina. Karibuni kwa wakati mwingine, ninawatakia wakati